Ebana, leo kwenye TemuTV tuna stori ya kifalme kabisa ambapo Diamond Platnumz pamoja na Davido ameweza kupiga show ya historia huko Dubai kwenye uwanja wa Coca-Cola Arena ambao una uwezo wa kujaza watu zaidi ya elfu 17, na ambacho kimeweza kutokea kimegusa mashabiki wengi moyo, sio tu performance, bali ni kauli ambayo Diamond ameweza kuitoa kwa Davido akiweza kumwambia kumkaribisha Davido Tanzania na kuweza kumwambia kwamba akija atampa sehemu kwenye nyumba yake. By the way nitakuwa clip yote uweze kushuhudia, lakini tuingie ndani kuweza kujua urafiki huo wa masta wawili wakubwa. Kama wewe ni shabiki wa damu, lakini pia kama wewe ni shabiki wa Davido, gonga like kwenye video. Please please, make sure una subscribe support your boy, hapa Stefano Temu the from Tanzania 255 back in the business, back in the story. naweza kusema hii ilikuwa reunion ya zaidi ya miaka kumi hivi tangu watoe number one remix kwa sababu number one remix ni ngoma ya Diamond ambayo ileka historia kwenye mziki wa Afrika. Na Davido aliweza kumtambulisha Diamond kama special guest namba moja kabisa kwenye tour yake ya Five Alive, na jukwaa liliweza kulipuka kwa shangwe ya hatari. Watu zaidi ya 17 wamejaa ndani na huweziamini watu wote walikuwa na energy ya kutosha. Diamond imeweza kuona ameperform kwa masavaa vibe la hatari, lakini pia waliweza kuperform pamoja ngoma ya number one remix imagine, ngoma ambayo ina maana kubwa sana kwenye kariera ya mziki wa Diamond. Kuna mistari ambayo Davido anaimba Tanzania to Lagos I go make you famous bana. Mi naweza nikasema kitu kimoja, hii haikuwa tu collabo ya mziki, bali ni urafiki wa kweli. Diamond anamwambia Davido waziwazi kabisa, ukija Tanzania, nitakupa sehemu ya nyumba yake, yaani kuna mahali atampa yeye special guest kabisa kwenye nyumba yake. Wewe, imagine, kuna rafiki yako kwa anakuja kwako alafu unampa yani nyumba yako, unaweza kuondoka ukamwachia nyumba, imagine. Kwa hiyo kauli hii hapa ni heshima, lakini pia ni ukarimu na undugu wa Afrika kabisa. Mashabiki wameweza kufurahi, nimezao wengi sana kuona wanasema, kwa hisia kabisa wanasema, hii ndio hospitality ya Kitanzania, yani Watanzania ni wakarimu. Na wengine wanasema Simba anajua kuwakilisha vizuri kabisa Tanzania, anajua kuwakilisha vizuri eh, chama la wana lakini kuna komenti nyingi sana nitashuka na baadhi. Mfano, kuna huyu ambaye anasema kumchukia Simba ni ngumu sana, na kuweka emoji kibao za fire. Noma sana. kuna huyu mwingine hapa amekuja kucomment anasema maskini, nimerudi tena kumfollow Diamond. Noma sana. huyu mwingine anasema huyu mwingine anasema we are proud from Tanzania na waona watu ambao wanakataa kwamba wao sokenge, waje waige mfano. Noma sana. huyu mwingine na anasema Mondi international kitambo sana eh bana. Show hii hapa, by the way, imeweza kuthibitisha kuwa mziki wa Afrika unazidi kuvuka mipaka. Diamond pamoja na Davido ni icons ambao wanawakilisha Tanzania pamoja na Nigeria kwa nguvu kubwa. Sa imagine wanaungana pamoja, lakini zaidi ya mziki wameweza kuonyesha wanawakilisha undugu, ushirikiano na moyo wa Afrika. Hii ni lesson kwa wasanii wengine kushirikiana kuinua mziki na kuonyesha upendo wa kweli ni kitu ambacho naamini kinaleta picha nzuri sana hadi kwa mashabiki na watu wote ambao wanaweza kuwakubali. Hebu naachie maoni yako hapo chini kwenye comment section. Je, ungependa kuonaDiamond pamoja na Davido wanaweza kupiga tena ngoma ya pamoja au unatamani waweze kudrop ngoma ya aina gani? Iwe ya mapiano maana this time wote wawili wanafanya vizuri kwenye kila aina ya mziki, iwe afrobeat au aina gani ya muziki ambao unatamani kuweza kuona wawili hawa wakiweza kufanya. Tuache comment yako hapo chini kwenye comment section, utakuwa umewasha kinoma noma. By the way, kama bado hauja subscribe please please, unakuwa unapitwa na mengi. TemuTV tunakuwa tunakuletea stories za mastaa, moments za like kihistoria, na uchambuzi wa ndani kabisa. Mpaka next time, kumbuka urafiki wa kweli bana unajengwa kwa heshima, na muziki wa Afrika ni moto wa kuotea mbali. Till next time, bye bye. Ciao. Peace and love.